Naitwa Mhandisi Makubi Abel kutoka Wizara ya Kilimo. Tunahudumia mikoa saba: mkoa Mwanza, mkoa Kagera, mkoa Geita, mkoa Tanga, mkoa Ruvuma, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mara. Katika hii hatua ya kwanza, Serikali imetumia bilioni tatu point tano kupata vifaa hivi kwa ajili ya kupatia wakulima vifaa ambavyo vina vitasaidia kuongeza ufanisi wa mwagiliaji katika maeneo yetu, na kuna maeneo mengine walikuwa wanatamani kumwagilia kabisa, lakini sasa kupitia mashine hizi tutarahisisha mwagiliaji, watu watamwagilia, watalima kwa mwaka mzima bila kutegemea mvua peke yake. Mvua ikinyesha tutalima, mvua zikikatika tutalima, kwa hiyo tutahakika kulima mwaka mzima bila kupumzika. Vifaa vyetu hivi kwa wilaya ya Magu tumebahatika kupata seti 22. Seti hizi 22 zitaenda kwa kulima moja kwa moja kwenye vikundi vyao, na seti moja ime, ina, ina, ina, ina pampu moja kubwa yenye ukubwa wa kumi horsepower, maanake ina presha kubwa sana. Hii pampu inaweza kuchukua maji mpaka mita mia tano toka kwenye chanzo. Katika mwaka wa fedha wa ishirini na tano chini shina sita. Wizara ya Kilimo kupitia programu ya mifumo himilivu ya chakula inaendelea kutekeleza mipango yake ambayo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya chakula katika maeneo yanayotoa huduma ya kilimo, baba na hilo, programu hii inahamasisha matumizi ya teknolojia na mbinu mbalimbali ambazo zinahimili badiliko ya tabia nchi. Jina naitwa ndugu Alphonse Awaki ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Magu, tumeungana na nyinyi pamoja na wataalamu wenzangu wote katika tukio hili la uzinduzi, vilevile vile na tukio la kukabidhi vifaa hivi vya seti za umwagiliaji tano katika kata ya Lubugu kwa vikundi vitano. Jumla ya wakulima wote katika vikundi vyote 11 katika kata tano, 275, lakini kati yao wanaume ni 229 na wanawake ni 46. Kwa hiyo tumeangalia suala la uwiano wa jinsi katika kuhakikisha kwamba kwa katika ushiriki wa mradi huu suala la jinsi lilikuwa swala muhimu sana kwa majina. Naitwa Sebastian Robert Maushi, mkulima kata ya Rubugu. Nimefurahi nimekuwa kupokea mradi huu wa wakulima wadogo wadogo, kilimo cha umwagiliaji. Kilimo chetu hiki kutegemea mvua, kwa kweli tulikuwa tumekwama lakini serikali imeliona hili kutuletea mradi huu wa umwagiliaji, tunawashukuru sana serikali. Pia umwagiliaji wetu ulikuwa ni wa kutumia nguvu nyingi, lakini kupitia e, mradi huu utaturahisishia ili tuweze kumwagilia kwa muda mchache zaidi na kupata mazao mengi zaidi. Hali ngumu ni kwa ajili ya umwagiliaji, kwanza unatumia nguvu kumwagilia, aidha utumie zile zana ndogo ndogo za umwagiliaji kama ndoo, ama tuwe tumashine tudogo ambatu hatuna tija kubwa na sisi kwa kweli kwa mradi huu tutautumia vizuri, tutaufanyia kazi pasavyo. Hakuta hakutakuwa na shida, tutaongeza bidii ya kulima uzalishaji wa chakula majina. Naitwa anaitwa Margaret Mayunga Shashanija. sisi ni wanawake tunaweza kulima, tutaendelea kuwashukuru kwa kutuletea kilimo kwa kutuletea kifaa cha kulimia, tutaendelea na kushughulikana kilimo chetu. Mwanzo ki, maji yalikuwa ya shida, mashine tulikuwa tunasumbuka na mashine na mpira. Mazao yetu yalikuwa yanazofika kutokana ku ku kwa kukoswa maji na mpira.